Kwa mara ya kwanza, Korea Kaskazini inatarajia kuonyesha mechi za Ligi Kuu ya England, lakini kwa masharti magumu na yasiyo ya kawaida. Serikali imetangaza kuwa mechi zote zitahaririwa kwa kiwango kikubwa kabla ya kutangazwa kwa wananchi. Miongoni mwa masharti magumu yaliyowekwa ni pamoja na kutokuwepo kwa wachezaji kutoka Korea Kusini watakaoonekana katika runinga za nchi hiyo. Maneno yoyote ya Kiingereza yatafichwa au kuondolewa. Alama zozote za kuashiria harakati za mapenzi ya jinsia moja hazitaruhusiwa kabisa. Zaidi ya hapo, muda wa mechi utapunguzwa kutoka dakika 90 hadi takriban dakika 60, wakiondoa sehemu zinazoonekana si muhimu. Hatua hii imeibua maswali kadhaa duniani. Je, ni kwa nini Korea Kaskazini imeamua kuleta soka la kimataifa, lakini katika toleo lenye udhibiti mkali kiasi hicho? Kilicho wazi ni kwamba wananchi wa Korea Kaskazini wataona Ligi Kuu ya England kwa sura ya tofauti kabisa, toleo lililotengenezwa mahususi kufuata maadili ya taifa hilo badala ya uhalisia wa michezo. Wachambuzi wa soka wanaona kama ni hatua nzuri iliyochukuliwa na kiongozi wa taifa hilo kama sehemu ya kutambua nguvu ya soka na mvuto uliopo na namna ambavyo michezo inaweza kuwaleta pamoja wananchi. Swali lililobaki, je, uta nimuanzo, huu utakuwa ni mwanzo au udhibiti huu utaendelea zaidi?